Chungu umeona embe lilivyoiva, umeona lilivyoiva, mwembe ya Kenya, Nairobi. Lakini ah! chachu hilo chachu, kama sura ya chukiranga na dainamo ambe nimelinoa 50 nimelinoa 50, 50. Lakini nalitupa hmm. Ambe nimeniharibia mudi kutafuna nashula akutafuna, kwa sababu ya ile embe, embe limeniharibu meno natafunia hapa embe limeniharibu meno. Maembe ya Kenya yo hamna kitu. Tanzania raha sana jamani, Tanzania raha Wallahi, siwezi kutafuna, yaani embe limeniharibia limeniharibia siku

Ni mnawaza ubaya, mnawaza mnawaza usenge tu. Hmm. Ndo nilingate vipi? eh? Au ulijua hili. Ajabu sijua kukuta ndizi pia chachu matunda ya Kenya, yaani leo ni mwendo wa matunda, sio baga tena. Aa, yule unayesema kwamba umri wangu nimeutumia vibaya, ona nayo yafanya. Ah hii ni ndizi, nimeimenya. Je, unataka niile vipi ndizi? Nielekeze namna kuila, nielekezi <coughs> namna kuila hii ndizi kwa sababu ndizi huwezi kuitafuna mpaka uipeleke mdomoni. Hivi sasa ninapoenda kuipeleka mdomoni, kula mlalamika, ah, umri wako umeutumia vibaya, ona unayoyafanya. Sasa nimefanya nini kibaya kikubwa ambacho kimekukwaza wewe? Nieleze, umekwazika na nini eh? Kutie matako <laughs> astaghfirullah alazim Mega na mkono ukule. Ai, kwani ugali umeambia umeambiwa? Huu ugali, hii ndizi, sio ugali i ndizi. Jamani, sio ugali, huu sio ugali, ni ndizi ida ya sahivi, sahivi nini, usenge unauonesha waziwazi <laughs> Atolaana. Astaghfirullah al-adhiim. Astaghfirullah al-adhiim. Abu jemi mika wa babako, eh. Una laana wewe mtoto wewe to, cool cool boy. Una laana sana. Unasemaje huyo huyu? Kaka, uko poa? Ya, niko poa baba. Amina wastara anakuita, akanifanye nini? Sina shida na wastara mie, wastara kaishaishiwa. Bismillah rahman rahim, hakikisheni mmeenda YouTube subscribe ile channel ya YouTube Ostaz Juma TV, na hapa hakikisha umelaiki peji yetu ya TikTok, Instagram, Facebook Ostaz Juma TV. Ukiachana na huu kurasa wa Ostaz Juma na msoma huu ambao niko live sasa hivi, kuna mwingine unaitwa Ostaz Juma TV, kafanye kulaiki. Mimi nakula ndizi haya, eh? mm. ah. <coughs> Ramadhani ipo mbioni lakini usile sana. Asante sana King Boy TZ. Anaitwa King Boy TZ Mr Dofrin cool boy, endelea kumtukana baba. Mimi mimi mzazi wako mimi, sasa na babako, alafu najiita cool boy, yani kijana aliyetulia. Alafu hivyo ndio ndivyo ulivyotulia eh? Leo jamani mimi sijajisikia kula baga leo kama siku zote, leo nakula ndizi, nakula matunda tunda. E, ndivyo tunavyoshauriwa na madaktari, kulini matunda sana kwa wingi, lakini matunda haya yamechacha kama sura kama sura ya Zuchu. Matunda yamechacha kama sura ya Chukiranga na Dynamo mm-hmm. Kuna nani hapa kuna dipi kuna dhipi, eh, kuna nini? Wamkuja kutufanyia vurugu kwenye wakati wetu Kings, king sija kuelewa. King inyonyi tibida kama ulivyozoea kuinyonya, mi sinyonyagi vitu mi nakula natafuna.